Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema ndugu zangu e, tumekusanyika hapa ma, makanisa matatu, ndio anawaambia amekuja hapa, anaambia ndugu zangu, hamjui na mimi nimewauliza hamjui. Anasema maana anasema na hao waijua sheria. Sijui kwanza kabla mjenda mbali, sheria ni nini? Sheria sheria mmoja tu anajua sheria ni nini, wazazi <tipati> ni yani? Kanuni inayoweka ili kufuatwa. Ndio maana hapa anasema maana anasema na hao waigo sheria. Maana yake sheria tunaifuata, si ndio eh? Yeah. Ya kuwa torati, torati humtawala mtu wakati anapokuwa yu hai Torati ni nini? Torati, torati ni sheria, na sheria pia ni kanuni, si ndiyo? Hapa anasema ya kuwa torati, hapa tukitoa torati tunaweza tukaweka sheria, ya kuwa sheria utawala mtu wakati anapokuwa yu hai. Maanake wewe unatawaliwa na sheria, wewe ndio inakutawala. Mstari wa pili, kwa maana mwanamke akatolea mfano kwa mwanamke Mwanamke aliye na mume amefungwa na sheria. Hapa wanaielezea sheria sasa. Wanaielezea sheria ilivyo. Akatoa mfano kwa mwanamke. Mwanamke wakati aliye na mume, yani mwanamke aliye na mume amefungwa na sheria. Ndio maana anasema baba ni kichwa cha familia. Eh okay, baba ni kichwa cha familia. Kwa hapa ndio maana anasema mwanamke amefungwa, wanamaanisha yani amefungwa kwa mume. Hawezi hawezi kusema yeye ndio mama ndo kichwa cha familia, si ndio? Amina. Kwa maana mwanamke aliye na mume amefungwa na sheria kwa yule mume, wakati anapovua yuha yuhai. Hapa sasa ndo akatoa mfano, bali akifa mume, akifa sasa, akishakufa mama ndo anakuwa kichwa cha Baba amekufa si ndio? Naelewa. Baba ameshakufa, kwa mama anakuwa kichwa cha familia. Bwana Yesu asifiwe sana anasema bali, bali akifa yule mume amefunguliwa ile sheria ya. Ndio maana nasema mama anakuwa kichwa cha familia Bwana Yesu asifiwe. Turuke twende mstari wa kumi na nane Nasema hivi kwa maana najua ya kuwa hapa, sasa ndio tushavuka, tunaenda pale. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yani ndani yangu, ndani yangu maana ndani siku na roho, si ndio eh? Roho, ndani yangu na roho. Ndani yangu, yani ndani yangu, ndani ya mwili wangu halikai neno yeah. Turudie kusoma Biblia inasema kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yani ndani wa mwili wangu halikai neno jema. Kwani kuna mtu hapa ndani yake linakaa neno jema? sikila kitu analopoka tu, si ndio, eh? halikai neno jema, kwa kuwa kutaka yani, kama umepanga unaenda shule, unasema yani leo shule sitaki kutaka nataka, bali kutenda lilo jema sipati. Kwa tujifunze, tujifunze, yani huu mdomo huu, huu mdomo huu unaweza ukataja hata yani, ni mtoto ametoka kanisani amepanga, leo nikiita nyumbani, na anajua wanga yeye anatukana anaenda nyumbani, ah, mimi hapa nikienda nyumbani leo sitaki kutukana, ila shetani wanga kiroho tuwezi, si ndio? Akienda kwenye roho anagonga mwanga, anamua aje kwenye mwili yako naye mpenda unampenda sana, kama anaweza hata kumtumia mama wako. Mama yako anakuja hivi, mwanangu hivi, wewe una akili kweli? ya unajikuta yanajikuta. Sasa shetani anaanza kukwambia, sasa yaani, an anatoa yule mo, sasa anatoa, toka anakaa yeye, sasa anaanza kusema hivi. Kwa mama, mama akamwingilia shetani, shetani naye akamwingilia mtoto mama na ma, mama na na mtoto anaanza kugombana. Kwa watoto wote tunajilinda. Mmesikia eh? Hiyo midomo yenu mwe mnafunga. Msio mnapenda kutukana. Msio wadharau wenzenu. Msio wanafiki kusema maneno ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni. Amen.